Afrika Kusini ndio dola tajiri zaidi Afrika. Taifa hili linakita utajiri wake katika huduma mbalimbali ikiwemo kilimo, biashara, madini, utalii na utoaji wa huduma za burudani. Ni taifa ambalo limetamaniwa na wengi kufuatia historia yake ya machungu ya ubaguzi wa rangi. Kwa sasa, dola hilo limejiunga na chumi kuu za dunia, na mwaka huu ni mwenyeji wa kongamano la kiuchumi la G20. Licha ya hatua hizi na kung'aa huku, Afrika Kusini imeingia doa ambalo linaendelea kuwakera Waafrika wenzake. Mashambulizi na ubaguzi dhidi ya raia wageni kutoka Afrika wanaolaumiwa kuingilia vipato vya jamii ya Afrika Kusini. Hivi karibuni vuguvugu la DUDULA limekuwa likiwazuia raia wa Afrika dhidi ya kupokea huduma muhimu. Baadhi ya biashara za Waafrika zimelengwa na jamii asilia bila yeyote kuwajibishwa. Kwa upande mwingine, wadadisi wanasema Afrika Kusini daima imekuwa na sera ya kujinufaisha na kutetea maslahi binafsi hata linapokuja suala la kusimama pamoja na kutetea maslahi ya Waafrika. Tahariri ya Ken Wandera inahoji undugu wa Afrika Kusini kwa Waafrika wenzao ambao walisimama naye wakati ikipitia kipindi kigumu. Afrika Kusini nchi iliyopewa matumaini makubwa kama kinara wa demokrasia barani, lakini imegeuka kuwa kivuli cha ukombozi wake. Hili ni taifa lisilo na mema kwa Afrika, taifa lilopoteza dira ya uafrika wake, na sasa limezama katika siasa za kujitenga na kujikweza. Afrika Kusini ni mwanachama wa G20, kundi la mataifa tajiri duniani, lakini haijawahi kuwakilisha sauti ya Mwafrika wa kawaida. Inaposhiriki mijadala ya kiuchumi haina usemi wa bara, bali inalinda maslahi ya mataifa yenye nguvu ya kibepari. Ni kama mtoto aliyelelewa na mama maskini kisha kamkana alipofanikiwa imejiunga na muungano wa BRICS China, Brazil, Russia, India na Afrika Kusini ikidai kutetea dunia ya Kusini, lakini ndani ya meza hiyo sauti yake si ya ukombozi wa Afrika bali ni ya kujitafutia nafasi katika masoko mapya. Ni mshiriki wa biashara ya mataifa makubwa, si mtetezo wa wanyonge wa Afrika. Ni kweli Afrika Kusini imeshtaki Israel katika mahakama ya kimataifa kwa uvamizi wa Palestina, hatua ya kishujaa inayoonekana kishujaa kutetea haki za binadamu. Lakini ni unafiki mkubwa Uba ulioje kwamba nchi hiyo hiyo inanyamaza kimya wakati wa Afrika wa Darfur wanauawa kwa silaha na fedha za Waarabu. Je, maisha ya Mwafrika hayana thamani kama ya Palestina? Hapa ndipo ubinafsi wa sera za Pretoria unapodhihirika; ni sauti ya kisiasa isiyo na roho ya utu. Wakati bara lote lilipendekeza eneo huru la biashara la Afrika AfCFTA, soko la pamoja la kuimarisha uchumi wa bara, Afrika Kusini ilipinga kwa visingizio vya kiusalama na ushindani wa viwanda Kwa kufanya hivyo, ilidhoofisha ndoto ya kujitegemea kiuchumi kwa bara zima. Ilipendelea mikataba ya kibepari badala ya undugu wa Kiafrika. Cha kusikitisha zaidi, viongozi wa Afrika Kusini wamefumbia macho uovu wa ndani, kuibuka kwa vikundi vya chuki kama Operation Dudula vinavyowawinda na kuwapiga ndugu zao wa Kiafrika kutoka mataifa ya Afrika. Wakati raia wa Zimbabwe, Malawi na Nigeria wakikimbilia Afrika Kusini kwa matumaini ya kazi na utu, wanakutana na mateso, kejeli na ubaguzi. Ubaguzi ambao jana walipigania kukomesha, leo ndio wameurudisha kwa sura ya Kiafrika. Afrika Kusini imejivunia uhuru wa kisiasa, lakini imepoteza uhuru wa kimaadili. Ilipaswa kuataya bara hili, leo imekuwa kivuli cha tamaa za kikoloni. Imebaki kuwa mwanachama wa kijiografia wa Afrika, lakini kiakili, kisiasa na kiuchumi, imehama Afrika. Labda basi Afrika kusini iende kabisa ihamia e, umoja wa Ulaya, Asia au jumuia ya Kiarabu, kwani huko ndiko sera zake zinatufikisha. Sera za kibepari kinyume na moyo wa Uafrika. Bara hili linahitaji uongozi wa kweli, si wanafiki wanaotumia jina la uhuru kufunika ubinafsi wa kisiasa. Afrika Kusini imepoteza roho ya Mandela, na pengine ndio maana leo bara hili linahisi upweke wake.